Mkuu wa mkoa wa Simiyu Anthony Mtaka amemsimamisha kazi mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Itilima John Limo ili kupisha uchunguzi wa tuhuma zinazomkabili ikiwemo ya kubadilisha matumizi ya shilingi milioni mia nne hamsini zilizotolewa na serikali kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za watumishi. Mtaka amechukua hatua hiyo baada ya mkurugenzi huyo kutumia shilingi milioni mia moja ishirini na sita kati ya fedha hizo kwa ajili ya kujenga ukumbi wa halmashauri badala ya nyumba za watumishi kutoka Mwanza na taarifa zaidi kwa ninyo, ambao ulijengwa mwaka jana ili kuwezesha halmashauri hiyo kupata sehemu za kuendesha vikao vyake pamoja na kuimarisha usimamizi wa uchaguzi mkuu uliopita. Miezi kadhaa baadaye, ujenzi wa ukumbi huo unagubikwa na utata baada na ya kubainika kugharamiwa na sehemu ya fedha zilizotolewa na serikali kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za watumishi. Hali hiyo imebainika wakati wa kikao cha dharura cha baraza la madiwani wa Itilima kilichohudhuriwa na mkuu wa mkoa wa Simiyu Anthony Mtaka. Tulipata milioni mia nne na hamsini kutoka serikali kuu kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za watumishi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, zaidi ya milioni mia mbili zimetumika kwa shughuli mbali mbalimbali ambazo hazikukusudiwa. tuhuma zaidi zikaelekezwa kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Itilima, John Rimo. Tumeweza kuiangalia taarifa ya mapato na matumizi ya Julai hadi Disemba. Ukija kujumlisha matumizi yao unapata karibu milioni mia tisa hamsini na nne na ushele, lakini matumizi yake hayaeleweki. Tulipata mkaguzi wa, wa nje external audit alikuja akafanya audit queries ambazo zibi raised, ni queries ambazo zinaonyesha jinsi gani kuna misuse of public fund na ni, ni sensitive issue ambayo inatufanya sisi baadhi ya madiwani tuwe na kutokuwa na imani na jinsi matumizi ya fedha za serikali yanavyofanyika. Wapo pia madiwani waliojitosa kumtetea mkurugenzi wao. Mkurugenzi aliyeondoka alikuwa anakula na watu, ndio maana walinyamaza wakutaka kumtuhumu na hakuna mtu aliyeniunga mkono. Mkurugenzi aliyekuja na amekutana kasi ya Magufuli, hataki kupindapinda, anataka apate maendeleo wanataka watengeze tuhuma wamwondoe ili wapate mtu ambaye anaweza kufanya naye kazi kwa yale ambayo wanataka. Kufuatia tuhuma hizo, Mkuu wa mkoa wa Simiyu Anthony Mtaka anamgeukia mkurugenzi Rimo: pesa mlizolifanyia matumizi mbadala zilikuwa ni kwa ajili ya kujenga ofisi, kujenga nyumba ili -ni nikuta simesha kuni kama mkoa wakati na -e. kwa hiyo hazitumika kipindi changu. Mm -hmm. Fedha ambayo iliyotumika kipindi milioni mia moja na ishirini na sita ni kwa ajili ya ukumbi huu ambao tuko. Una kitu cha ziada ambacho unasema hiki ningehitaji nikizungumza. Lakini mimi naona ni jambo ambalo nilifanya ni kwa nia njema, ili halmashauri hii iweze kupata mahali pa kukaa, na actually mimi niko tayari kuadhibishwa kwa hilo, lakini nilifanya kwa nia njema. Maelekezo yakatolewa, ninajiridhisha kwamba katikati asitofahamu hii, hakuna kazi itaenda hapo Ninamsimamisha mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hii mpaka hapo hatua stahili itakapo kuja kuchukuliwa na kuonyesha kwamba kiti chake anastahili kuendelea nacho. Kwamba nafasi ya huyu bwana tunayemsimamisha Aikaini Kirisa Wabura ambaye yeye ni afisa usafi na mazingira mkuu. Ukosefu wa nyumba umesababisha watumishi wa Itilima kuendelea kuishi mjini Bariadi ambapo halmashauri inalazimika kuwakodia magari ya kuwapeleka kazini umbali wa zaidi ya kilomita 40 yaliko makao makuu ya wilaya hiyo. Amekusibutunga, TBC.